Tunakwenda leo kuzindua miradi saba ambayo inakwenda kusaidia sana vijana katika, tumeona katika e, upande wa miradi ya afya e, lakini pia na, na, na elimu na tumeona fedha ambazo zinakwenda kutekeleza mradi hii ni karibu bilioni mbili na milioni mia nne hamsini na sita na sisi tutahakikisha kwamba tunasimamia vizuri eh, mradi huu ili uweze kuwakomboa vijana katika jiji letu la Tanga waweze eh, kujikwamua waweze kusimamia miradi yao na kuhakikisha wanaiendesha vizuri miradi hii, ndiyo ajira ya kwao wao wenyewe. Na sisi kazi yetu, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba basi fedha hizi zilizotolewa zinatumika vizuri, ili vijana wetu waweze e, kunufaika na tuweze kupunguza e, tatizo la ajira katika jiji letu la Tanga. Awamu ya kwanza ilikuwa na miradi kumi na saba ambayo ililenga kwenye maeneo eh, makuu sita. Yote maeneo hayo yalikuwa yana yana lengo kuu la kufanya jiji la Tanga kuwa ni mahali pazuri pa kuishi watoto na vijana wa makundi, wa makundi yote. Awamu ya pili inakwenda kujenga katika kuongeza eh, mafanikio ambayo tumeyapata kwenye awamu ile ya kwanza na imejikita zaidi kwenye kukuza mabadiliko tuliyopata kwenye awamu ya kwanza yaongezeke zaidi, lakini yote haya yanalenga watoto na, na vijana. Lakini pia awamu hii imekuja na sehemu ya nyongeza ambayo ni kuongeza ushiriki wa vijana wa marika yote au makundi yote, kwa maana ya wa, wasichana na vijana wa kiume kushiriki katika kujitambua, lakini kujiletea maendeleo kupitia fursa mbalimbali ambazo zina wekwa ama na serikali na wadau wengine pamoja na hii programu ya Tanga yetu hmm. Sisi leo tumeweza kushiriki uzinduzi wa miradi saba na inaleta tija, kwa sababu moja kwa moja kupitia mradi wa GIN, kijana anaunganishwa na hizi fursa, kwa sababu sisi ni tumeweza kuwatambua vijana, na kama leo mmesikia uh, kuna miradi inayomgusa kijana mradi wa kidigitali unamgusa kijana moja kwa moja. Mradi wa uchumi wa bluu unamgusa kijana moja kwa moja. Na sisi kupitia dashboard tunao idadi ya vijana ambao wao wenyewe wameonyesha kwamba wanaohitaji miradi hiyo. Kwa hiyo sisi hili suala ni mtambuka na kwa wakati ambao unafaa kama huu wa kuweza kuhakikisha vijana wote wanapata hizi fursa kwa usawa. kwa Tanga sisi kwa, kwa mradi huu kwa sababu matukio ya ukatili bado yamezidi ya kuendelea, na kama tunavyojua kwa takwimu zilizopo rasmi za polisi, mkuu wa Tanga ndio mkoa unaoongoza kwa ukatili katika taifa letu la Tanzania. Sasa sisi tunajumuika, tunaingia vipi katika kusaidia ili kuweza kuhamasisha jamii ili iondokane na haya mambo? Ni kama mambo yote yanaangalia kuendelea kutu kutoa elimu kwa jamii yetu ili jamii endelee kujua kabisa kuona athari za ukatili kwa watoto kwa vijana lakini pia kwa wanawake kwa ujumla wao. Kwa hiyo tunajaribu kuimarisha hayo malezi ili wazazi wasiache majukumu yao ya msingi kwa sababu ya kwenda kutafuta mambo ya kipato na kujiwezesha kiuchumi ili waweze kulea watoto wao. Waweze kulea watoto ambao wapo chini yao. Kwa sababu wengi unakuta mzazi hajui, mzazi anaondoka anaenda kufanya shughuli zake za kijamii amemwacha mtoto. Sasa mtoto aefanyiwa ukatili hame, amefanyiwa sio hata mara moja, mara mbili, mara tatu, mzazi hana taarifa. Tunaweza kuendelea kuhamasisha ili malezi bora yawepo, lakini watoto wa, wazazi waendelee kuwakagua pia watoto wao kwa sababu siku hizi imekuwa sio salama. Mradi wetu sisi umejikita zaidi kuwasaidia wajasiliamali. Kwa hiyo katika mradi huu sisi tutafanya na wajasiliamali aina mbili, wana tunasema innovators, ambao wako kwenye uh, prototype. Na wale early stage ambao wameshaanza kupata revenues na target yetu sisi ni watu hamsini ambao hawa ni wote ni entrepreneurs ambao ni wanawake pamoja na vijana, ila pia tutakuwa na kuwajengea uwezo local BDS, tunasema business development service uh, providers kwa mkoa wa Tanga ambao tutafanya nao kwenye upande wa coaching na mentorship. Kwa hiyo katika mradi sisi tutafanyia training of trainers ambapo uh, aim yetu ni kuwajengea uwezo hawa watu waweze kujua nini tunatakiwa kudeliva na wakati gani. Kwa hiyo hiyo ni moja ya vitu ambavyo tutaweza kuvifanya.